Athari ni kubwa kwa sababu hapa wanavuka watu wengi, wanakwenda viwandani, watoto wa shule wanakwenda shuleni, wanaolima mboga huku wanapita hapa. Kwa hiyo mimi ningependa, ikiwezekana, hapa parekebishwe mapema zaidi. Na jamii kama hapa ilivyo ni kwamba wanavuka watoto wa shule ambao wanatokea ng'ambo yake, na sisi tukuwa tunaliona hilo, na tumeanzisha tumeshanunua baadhi ya vifaa tulikuwa tunataka kuanza kulishughulikia. Kwa bahati nzuri, Mheshimiwa Diwani akatoa kauli moja nzuri kwamba kuna ujio wa mbunge anakuja, na akawa ametutambulisha kwamba moja ya jambo ambalo atalipitia kuliangalia ni jambo hili la daraja hili hapa. Na tunashukuru baada ya kuwa naye alitoa kauli hiyo Mheshimiwa Diwani, basi tumeona kwamba ni kweli kile alichosema ni sahihi. Hivyo tu, ndio tu, tunaona Hivyo tume tumewekaweka hivyo, tunakuta kidogo inakuwa nafuu, lakini bado ni hatarishi. Tunaogopa kana kwamba mpaka tuje tuone kitu kimetendeka ndipo tutaamka. Hapana, tunaanza ku, kujipanga bado kabla ya kutendeka kitu. Na, tuna changamoto hii ya kivuko kwa muda mrefu kidogo na tunashukuru tuna tunamshukuru Mheshimiwa Mbunge leo amekuja kujaribu kuona namna gani tunaweza kutatua hili jambo kwa haraka, hasa kipindi hichi cha mvua ambacho watoto wanahitaji kwenda shule na kivuko tegemeo ni hichi, kwa sababu asipovuka hapa wanalazimika kuzunguka Kitwiru kwa maana wakatokezea hivyo kule ndio waende shule, kitu ambacho kina kinawafanya wanachelewa masomo. E, mimi na viongozi wenzangu tumekubaliana kwamba changamoto hii ya vivuko lazima iishe sasa. Hatutaki ibaki kuwa wimbo unaoendelea. Huu wimbo umeimbwa sana wa vivuko hapa eh? at least hata walijitahidi wakatengeneza kidogo, lakini ukienda kama makorongodi pale kuna kivuko hakira kabisa, hata miti, na watu wanalazimika kuzunguka eneo kubwa kubwa sana, mwendo mrefu sana wanatumia kwenda ku, kufika shuleni, kufika kwenye makazi, na wengine kwenda kwenye shughuli zao za uzalishaji eh... Hii ni moja wa mfano ambao kwamba tuna, tuna shida hii ya vivuko. Sasa hili ni jambo dogo, kama nilivyowahi kusema wakati fulani, nilisema matatizo madogo madogo kama haya, changamoto ndogondogo ndogo kama hizi zinatakiwa ziwe zinaisha mapema, ziishe mapema ili tuanze kushughulikia changamoto kubwa, na hiyo ndo kauli mbiu ya Dr. Samia Suluhu Hassan alisema ndani ya siku mia moja zile changamoto zinazowezekana kute, kutekelezwa zinatekelezwa kwa haraka, na sisi kama wasaidizi wake lazima tumsaidie kutatua changamoto ndogo kama hizi. Kwa hiyo, kuhusu hili daraja sasa, eh, niwaelekeze ofisi yangu ya mbunge, wale wasaidizi wangu, ofisi ya mbunge pamoja na mtendaji wa kata eh, hiki kivuko bwana, ndani ya siku kumi na nne kwanzia ninavyoongea saa hizi kianze kutumika, siku kumi na nne kiwe kimeshaanza kutumika. Ofisi ya mbunge ifanye juhudi, ihakikishe kwamba hiki kivuko kinapitika, na katibu yuko pale wa mbunge na yule mtendaji, shirikianeni kuhakikisha kazi hii inakamilika na wananchi wanaanza kuvuka. Kwa hiyo hilo limeisha. Alihitaji tena maneno, wamesema maneno kidogo, kazi zaidi.